E, kikubwa ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Vijana wako vizuri, tumetrain vizuri, tumejiandaa vizuri. E, na kubwa ambalo tunajua umuhimu wa mechi hii. Tunajua umuhimu wa mechi hii kwa sababu hakuna mechi nyepesi. Hakuna mechi nyepesi kwa maana kwa kwamba kila mmoja anataka kulinda heshima yake, kwa hiyo kwa kutambua kwa hilo na kufahamu hivyo maandalizi yote mazuri ya kufanya vizuri ili mwisho yote kupata matokeo yaliyokuwa mazuri yamekamilika. Kuna ugumu, kuna ugumu, ugumu siku zote eh, unapocheza na mtu ambaye hana cha kupoteza eh, ni kwamba kunakuwa kuna, kuna uzito. Sisi tunahitaji matokeo kutoka, kutoka katika, katika mchezo huo. Wao kufungwa kwao au wao, kupoteza mchezo wa, wa, wa kesho haitakuwa haitakuwa jambo jipya kwa sababu kupoteza kwao mchezo ndio kumepelekea wao kufika hapo walipo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinakuwa zina zash kwa sababu pressure wao wanakuwa hawana. Sasa pressure inakuwa kwa upande wa mtu mwingine ambaye anahitaji yale matokeo. Kwa kuwa tunaelewa hivyo na nilishasema awali na tunafahamu kwa maandalizi yote ya kucheza mechi kama hiyo yamekamilika vizuri, vijana wako vizuri, naamini kabisa wachezaji wangu, wachezaji wangu wa kumi na mbili ambao ni supporters wetu, nao wata play pate yao kwa kuunga mkono wenzao 11 ambao watakuwa kwenye kwenye kwenye pitch. Kwa mwisho wa yote Mungu, Mungu mechi kawe nzuri na salama, tuimalize salama na, yeah, na mshukuru huko eh, katika asilimia kubwa. Kwa hiyo kikubwa, Mwenyezi Mungu awajalie leo walale salama waamke salama na kesho washinde salama, na mwisho yote waje kuja kutimiza wajibu wao, kwa nini wako na Mungu.